Basi nadhani kila mmoja ameweza kumuona mgeni wetu mpya. Zoezi linaofata sasa ni zoezi la kumsimika rasmi katika chama chetu cha kichawi. Kwa hiyo, ningeomba hapa binti aweze kupakwa rangi ile ya, ya bluu ambayo ni rangi yetu rasmi ya kichawi. Mmoja aje achukue rangi ya bluu ampake huyu binti alafu, zoezi la kumsimika rasmi kwenye chama chetu litafata. Jamani, kuanzia sasa namtambulisha kwenu mama Kalunde kama mchai mwenzetu mpya katika chama chetu cha kichawi. Aya, ah, no, no, no. Oh, sasa basi tuweza kuendelea na burudani zetu za ngoma zetu za asili. Daktari mkuu, leo hatuna muda wa kupoteza kabisa. Manake kila siku tukipanga kwenda tunashindwa kwenda. Mimi naona leo twende kwa Muomposa leo kwa mambo yanayoendelea hospitali. Yale mauzauza yote yale, aah, hapana kwa kweli. Tukapate mafuta ya upaku. Ah, kwa kweli. Yaani ijapokuwa mimi ni Muislamu thabiti kabisa, lakini kwa mauzauza yanaendelea katika ofisi yangu, katika hospitali yangu, kwa kweli sitavumilia mambo ya uchawi katika hospitali yangu. Kwa hiyo kweli kabisa, kwani kutoka hapa Mwenge uelekeo ni wapi? Ah, kutoka hapa Mwenge Tunapita njia ya Kawe, nadhani kanisa lake ndo liko pale. Yani lengo langu kubwa kabisa, nataka nitokomeze tabia ya uchawi katika hospitali yangu, kwa sababu ukiangalia hospitali ni taasisi huru, ni taasisi ambao watu wanakuja kupata huduma, sio kuja kupata kufanyia mambo ya ushirikina. Basi panda pikipiki piki, twende. Uh, karibuni vijana nyie, wote ni wageni wangu aswa umguni wako mchungaji. Uh, labda ningependa nianze na utambulisho uh, mbele yako hapa. Mimi ni daktari mfawidhi katika moja ya hospitali kubwa hapa mjini na nimeambatana hapa na nesi mwenzangu wa zamu, ambayo tunafanya kazi katika hospitali hiyo. Sasa dhumuni la kuja hapa, tumekuja mchungaji, uh, Pastor Mwamposa, tumekuja kwa ajili ya maombezi manake kuna mambo ambayo yanaendelea hospitali, mauzauza ambayo hatuelewi. Ndio kabisa, yani mambo anayosema daktari mkuu ni ya kweli kabisa. Yani pale kazini kwetu kuna mmoja kati ya wafanyakazi wenzetu ni mwanga, ni mchawi, ni mchawi wa kupitiza. Yule mama, yani tumekuta na vitu vya ajabu, ana mailizi, ana makorokoro kibao ya kishirikina. Kwa hiyo kuna, kuna mtu ambaye anafanya vitendo vya kishirikina katika hospitali yetu na ni mfanyakazi mwenzetu. kumlazi jamani, uh, mahali mlipofika ni mahali sahihi kabisa, manake mmekutana na mkono wa Bwana. Mimi ni mchungaji ambaye ni mwanakondoo ambaye nimepakwa mafuta kwa ajili ya kueneza Injili kwa watu, wafikia watu wengi. Kwa hiyo mahali mlipochagua ni mahali sahihi kabisa. Hamkuweza kuwaza kwenda kwa waganga wa kienyeji, mmeamua kuja kwa mchungaji. Na mimi kwa kweli nimevutiwa na, na mwitikio wenu kwa kuweza kuja kwangu kwa ajili ya kupata maombi. Kwanza niwapongeze kwa hilo. Nashukuru kwa hilo mchungaji. Uh, lakini pili, uh, inabidi mtambue kwamba mlipo, mpo kwenye vita ya kiroho, maanake kuna mambo mengi yanayoendelea kwenye ulimwengu wa kiroho, ambako kwa macho ya nyama hauwezi ukayatambua na lazima uwe na imani thabiti kuweza kukabili haya mambo. Ndiyo, baba mchungaji. A, kwa muktadha huo sasa, a, kabla ya kuanza na maombi, labda ningependa kwanza tuanze na neno la Bwana. Ningependa mmoja wenu anisomee Kumbukumbu ya Torati 4 mstari wa saba. <coughs> <coughs> <coughs> Mbonisaidie manake, unajua tena mimi ni upande wa pili, mi ni Muislamu mwenzako, sifahamu mambo ya Biblia, sijui kusoma fungu nini, sijui labda uweza kunisaidia mwenzangu, wewe ni Mkristo. Sawa, lakini sijatembea na Biblia sasa. Ndio ba mchungaji, lakini tumesahau Biblia. A, basi sawa, hata kama ukiwa dini ya Kiislamu waweza kuyasema tu haya maneno, haina shida yoyote. Naona hamjakumbuka hata kuchukua Biblia, lakini haina shida, mmefika kwa mtumishi wa Bwana. Basi naombeni mnisikilize maneno nitakayoyaongea, basi nanyi mtakuwa mnayarudia, sawa? Haina shida mchungaji, okay. Sawa, mtanifuatiza haya maneno nitakayoyaongea. Tunakwenda kusoma kitabu cha kumbukumbu ya Torati 4 mstari wa saba nao unasema, kwa maana liko taifa gani kubwa, kwa maana lipo taifa gani kubwa, lililo na Mungu aliye karibu nao, lililo na Mungu aliye karibu nao, kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumwitapo. Ah, uh, ujue ili fungu ni zuri sana. Kumbukumbu nne mstari wa saba hata mkirudi nyumbani basi mkajitahidi kusoma kwenye Biblia zenu. Uh, kwa maana liko taifa gani kubwa? Mungu hapa anajaribu kuelezea kwamba uh, kuna taifa gani kubwa kuzidi yeye? Hakuna taifa la giza, hakuna taifa lolote lile linaweza kumshinda Mungu. Taifa la Mungu ni taifa kubwa sana. Na akaendelea kusema kwamba lililo na Mungu aliye karibu nao, mataifa mengi, madhabahu nyingi za kishetani zinakuwa zikifanya mambo yao na ibada zao kwa ajili ya kuangusha watu wa Mungu. Kwa hiyo mimi niwapeni ni, ni moyo kwamba mpo sehemu sahihi na naenda kuwabariki. Hamtokuja kupata na madhara yoyote yale, kwa sababu hakuna miungu yoyote inaweza ikasimama mbele ya jina la Bwana Yesu Kristu. Semeni amina. Amina baba mchungaji. Basi kwa kicho tuiname, tuweze kupata maombi kidogo. Uh, Bwana Mungu uketie mahali pa juu mbinguni, na wakabizisha vijana hawa katika mikono yako, naomba ukapate kuwalinda dhidi ya mabaya yote ambayo yanatokea katika eneo lao la kazi. Ninafunika eneo lao la kazi kwa damu ya Yesu Kristu. Kila mchawi mwanga, au vitu vyote ambavyo vya kishirikina vinafanyika pale, vikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristu, na ikapate kwa hivyo, kama ulivyosema kwenye fungu tuliosoma kwamba hakuna taifa kubwa kuzidi taifa lako, basi Mungu uende katende sawa na mapenzi yako, ni katika jina Yesu Kristu, amen. Basi wanangu, ilo sabuni kwamba limekwisha mambo yote, mauzauza yale natokea kazini kwenu hayatatokea tena. Asante sana mtumishi, kwa kweli mahubiri yako yametubariki sana. Mimi kwa kweli ni Muislamu, lakini haya madhabahu nitakuwa nakuja na mimi kujiunga, maanisha siku moja moja sio mbaya Uh, lakini mchungaji, kabla sijaondoka, nilikuwa naulizia tunaweza tukapata wapi maji na mafuta ya upako? Uh, bila shaka maji na mafuta ya upako yanapatikana, tena ni mengi sana. Ukiwa unatoka mkono wa kushoto, kuna sehemu wanauza maji na mafuta ya upako, na maji na mafuta ya upako yanauzwa kwa shilingi elfu moja tu. Hakuna bei nyingine tofauti na hiyo, kwa hiyo mtu yoyote asija kuuzia kwa bei nje ya shilingi elfu moja. Basi sawa asante sana mchungaji. Acha si tuondoke. Eh, nipe ripoti. Vipi upande wa hospitali huko? mambo yanaendaje? Ndio wangu mimi, upande wa hospitali kwa kweli mambo yanaenda vizuri. Mambo yako buheri kabisa. Manake nimefanikiwa kumchanganya daktari mkuu pale na nesi wake. Wameshindwa kutambua kwamba mimi ni daktari original au ni feki. Safi kabisa. Yaani napenda nipate mlejesho kama huu. Sio kama haya maboya. Niliyatuma yaende kwa Bibi Nyamizi. Yamekwenda kuniangusha kabisa. Yaani nimewaagiza waende kwa Bibi Nyamizi. Wamekwenda kule, wamepigwa radi huko, wamekimbia kabisa yani. Yaani umemshinda Bibi Nyamizi. Yaani wewe na mwenzako cheusi kwa kweli mnanipa moyo. Nafikiria hata kuwapandisha cheo chenu. Nashukuru sana kama utapata nafasi ya kupanda cheo katika kilinge hiki. Mm, kazi nzuri sana. Mm, bila kusahau ngoja kwanza. Vipi mkamwana wetu umemtuza sehemu nzuri? Mwana mkamwana, au unamaanisha yule sanamu wetu wa kichawi au? Ndio, mkamwana na yule ni kwa ajili ya kukupa wewe ulinzi. Nilikukabizi ile sanamu nyeusi kwa ajili ya kukupa ulinzi. Vipi kwa hospitalini? Umekuja nayo au umeiacha? Ah. Mungu wangu. Samani mchawi mkuu, nimeisahau bahati mbaya hospitali wakati naruka kuja huku. Ah, yani umenikela sana ni wewe. Unaachaje kinyau kama kile? Ile ndo ulinzi wako, ili ni kama ilizi kwa ajili ya kulinda wewe unapokuwa unafanya matukio yako ya kichawi, wasiweze kugundua. Sasa unajua kabisa hapo tena kuumbuka, tuta kwenda kuumbuka. Naomba upotee hapa haraka, urudi kule ulipotoka, ukahakikishe kwamba kikinyau kipo sehemu nzuri, sawa? Potee hapa.